Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano, njia za kuteka moyo wa mume. Kwa kawaida, wanawake wana lagba ya kuwa na mafungamano thabiti kabisa ya kihisia na waume zao. Wanataka wapendwe na kustajabiwa, wanapenda kuwarisha waume zao upendo, uungaji mikono na maelewano ya kila siku. Katika harakati zangu za ushauri wa masuala ya ndoa, nimewaona wanaume wengi ambao wamekatishwa tamaa katika ndoa zao. Mahitaji sita muhimu ya mwanaume kutoka kwa wake zao: uwe rafiki yake wa kweli, mheshimu, mtimizie mahitaji yake ya kimwili, mfanye ahisi kuwa anathaminiwa, mfanye ahisi kuwa anahitajika na kupendwa, tengeneza utofauti. Uwe rafiki kipengele: muhimu kabisa katika ndoa ni urafiki. Penye urafiki, hakuna kizuizi kitakachoshindikana. Fikiria kuhusu rafiki yako wa kweli na namna alivyokuwa maalum katika maisha yako. bila shaka ilishawahi kumchukua muda mrefu na juhudi kubwa kukujua na kukutumia muda wake kuwa pamoja nawe. Mara ya mwisho ilikuwa ni lini kwako na mumeo kupata muda maridhawa wa kukaa pamoja mkicheka na kufurahi? Njia rahisi ya kuanza ni hii: panga usiku maalum wa kukaa pamoja na mumeo na udumu katika kufanya hivyo. Mwambie mambo unayoyapenda, usiyoyapenda, na ndoto zako na kadhalika. Rafiki ni mtu anayekubali na kukufanya kuwa mwenye furaha. Ni kwa kawaida au kwa kiwango gani unamkumbuka au unamkubali mumeo? Je, unafanya juhudi za kubadilika au unasumbua? Mwenendo huo humfukuza mume na kumfanya asitengeneze usuhuba au swahaba chanya pamoja nawe. Ili kutengeneza au kuimarisha urafiki katika ndoa, jaribu kufanya yafuatayo: Sikiliza, sikiliza, msikilize. Jitahidi sana kusikiliza bila kukengeushwa, bila kutengeneza orodha ndefu ya mambo akilini wa mwako wakati unapoongea na bila kushughulishwa na chochote. Kumbuka anachokushirikisha kuhusu kazi, malengo yake na kadhalika. Zungumza naye mambo ya siku hiyo, muunge mkono wa kutengeneza mazingira ya maelewano. Angalia vipengele anavyovipenda, visiwe usiwe na ujiandae kuvizungumzia daima. Sema tafadhali au asante, hata kama ndoa yenu ina muda mrefu. Kuleni pamoja angalau mara moja kwa siku. Uwe msamehevu na tabia ya kusamehe, usitazame sana kasoro zake, na jifunze kukumbuka sifa zake nzuri. Kila mtu anazo sifa nzuri na mbaya, hivyo weka macho na akili yako kwenye sifa hizo chanya Panga shughuli za pamoja kama vile kusafiri pamoja, kutembea pamoja, kula pamoja, kwenda nje pamoja, chochote ambacho mtakifurahia mkiwa pamoja. Chekeni pamoja, usiufanye uhusiano wako na mumeo kuwa mkavu sana usiokuwa na hata mashaka na mzaa. Wanandoa wanaoweza kucheka pamoja hudumu pamoja. Wekeni muda wa kujiongeleana au kusogeleana kuwa na maingiliano ya karibu. Kukumbatiana, kupakatana, kupapasana huondosha vizuizi vya hasira na hali ya kukata tamaa. Mara nyingi mtu hupata afueni baada ya kumbatio kubwa maridhawa. Zungumzeni mambo mazuri. Iwapo utazungumza na rafiki yako kwa namna unavyozungumza na mwenzi wako wa ndoa, je, atabaki kuwa rafiki yako? Kuwa mkweli na jibu lako. Zingatia usafi kabla ya kulala, na mlale wakati mmoja. Msiendeshe maisha ya kutegana, yaani kuna maisha fulani watu wanaishi ya kutengana, yaani kutegeana, wewe nenda kaanze kulala, huyu akaanze kulala, huyu afanye vile na huyu afanye hivi. Hapo mnaharibu katika mfumo wa maisha yenu. Maisha hayapo hivyo, maisha yanataka wote kwa pamoja, mpange matarajio yenu. Mheshimu hitajio la mwanaume la kutaka kujiheshimu au kuheshimiwa ni kubwa mno kiasi kwamba unapopewa heshima kubwa hustawi kama mmea uliomwagiliwa maji. Anaponyimwa heshima hunyauka na kuwa na hasira au hisia za huzuni na kusononeka. Mara nyingi wanawake huweka juhudi na kutumia muda mwingi katika usafi wa nyumba kuwahudumia watoto na kufanya majukumu mengine, lakini kwa sababu ya kupunguza heshima kwa waume zao, wanaume hao hunyamaa na kutonesha msimko yoyote wanaoyafanya wake zao. Ni jambo muhimu sana kwa sensitive ya wanaume na hisia zao. Ingawa mwanaume anaweza asionyeshe, lakini anaweza kuumizwa na huwa ngumu sana kuondokana na maumivu yatokanayo na kutoheshimiwa. Sifatazo ni njia za namna ya kumheshimu. Daima ongea kwa uzuri na upole, bila kujali kuwa ndoa yenu ina muda gani au muda mrefu kiasi gani. Onyesha wema huo huo hata kwa wageni wenu. Usipige kelele na kupandisha sauti. Kumbuka, radi haitoshi mimea, bali mvua ndiyo inayootesha mimea. Usimwite majina mabaya au kumtumia lugha chafu. Usimfanye zihaka na kejeli kwenye mambo nyeti. Iwapo ana udhaifu au kasoro fulani, usimfanyie zihaka, hata kama hata kasirika, anaweza kuumia ndani kwa ndani. Yasikilize mawazo yake na uyaheshimu mahitaji yake, utakuwa umetengeneza nyumba yenye furaha. Usigombane au usigombanie madaraka na mamlaka yake. Wanawake wanapokuwa korofi na wenye fujo humfanya mwanaume awe mkali na mgumu. Ukiheshimu nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amempatia ni jambo zuri litakalozidi kukufanya uuteke moyo wake. Onesha upendo na heshima kwa familia yake na uwe mtu unayewaunganisha, usiwe mtu ambaye watahisi kuwa umemtwaa. Heshimu muda anohitaji kukaa peke yake na kupumzika au kupumzisha fikra zake. Mtake ushauri kwa mambo yako na uthamini ushauri wake. Hili ni jambo zuri sana la kusikiliza ushauri wa mume wake. Mume wako anahitaji wewe ndio wa kumsikiliza. Mtimizie mahitaji yake ya kimwili. Mahaba huleta hisia changamoto au mchanganyiko. Baadhi ya dada zetu wanaweza wasipende suala la ukaribu wa kimahaba au wengine wakalitumia tendo la ndoa kama njia ya kumwendesha mume Licha ya kwamba jambo hili limekuwa tukilijadili sana katika ukumbi wetu huu, linahitaji muda na msukumo mkubwa zaidi kulizungumzia, kwa sababu binafsi nimeona ndoa nyingi zikikumbwa na dhoruba kali kutokana na suala la tendo la ndoa na ukaribu wa kimahaba. Dada zangu, ukimnyima mumeo tendo la ndoa au kulitumia kama njia ya kumtawala utakuwa unafanya kosa kubwa sana. Basi, hatua nane za kumweka sawa mumeo, utaona umuhimu wa tendo hilo kwa mwanaume. Mfanye ahisi kuwa anathaminiwa. Mwanaume anapooa hufurahia kuwa kitovu cha maisha ya mkewe. Anapenda umfanye kuwa kipaumbele, anapenda chakula maalum na anapenda awe na mke ambaye ni wake peke yake, sio mke ambaye ni mahala au ni mali ya umma. Kuna wakati ambapo wanaume huwafanya au hufanywa wahisi kuwa wanapouzwa Ima iwe kwa sababu mtoto mchanga, kazi za mke au safari. Wakati fulani wanaume huisi kupuuzwa na kutopewa kipaumbele. Kila mwanaume anahitaji kupewa kipaumbele. Mwanamke anayejua kumpa kipaumbele na kumthamini, basi atauteka moyo wake. Hapa chini nimekuwekea baadhi ya njia rahisi za kumthamini mumeo. Kwanza, mpokee kwa kumbatio na busu marizawa pindi anapowasili nyumbani. Wanaume wanahitaji kuhisi kuwa wana umuhimu. Mfanye haisi kuwa amefurahi ujio wake pale nyumbani. Jambo hili linatengeneza uswahiba chanya nyumbani, hivyo atataka kutumia muda mwingi kuwa pamoja na wewe au kuwa nyumbani. Kaa mbali na simu pindi anapowasili mume wako nyumbani, hakikisha mazingira ni murua na safi. Andaa usiku wa mume, mwambie kuwa unathamini namna anavyojituma kwenye kazi zake na unathamini chochote anachokupatia wewe na familia yenu kwa ujumla. Furahi, hakuna kitu kinachoonyesha kuwa unathamini kama tabasamu lililojaa hali ya kuridhika. Jitahidi sana kuwa mwelewa pindi anapochelewa au anapolazimika kusafiri. Usiwe kizuizi cha yeye kutekeleza majukumu yake, au kuwa manung'uniko au mnung'unikaji tu. Mtegee sikio bila kujishusha au kujishughulisha na mambo mengine. Ninajua kuwa wakati fulani ni mgumu kwa mwanamke kutulia na kusikiliza tu, lakini ni muhimu sana umfanye mumeo ahisi kuwa anasikilizwa na mke wake kwa muda huo. Tengeneza mvuto wako, mfanye ahisi kuwa anahitajika na kupendwa. Basi, Naomba mzingatie sana jambo hili na mjue vitu hivi katika ndoa vina talanta kubwa. Mfanye ahisi kuwa anahitaji au anahitajika kupendwa. Mara ya mwisho kwako kumsifu mumeo ulikuwa lini? Samahani, kumsifia kwa kazi nzuri, ninamaanisha kumsifia kwa anavyoonekana au kauli itakayomfanya awe na tabasamu. Kadiri uwe ni mwanaume unavyosonga umri wa mwanaume unavyosonga ndivyo hisia ya kuwa maridadi inavyoongezeka. Anahitaji kuhakikishiwa kuwa bado ana mvuto na thamani. Kuna njia mbili za kumfanya mumeo ahisi kuwa anavutiwa, ukimwambia kwa kumsifia au kumwonyesha kuwa anakuvutia. Hapa chini nimekuwekea njia kadhaa za kuonyesha kuwa mumeo anakuvutia. Tumia muda kumtazama mtazamo sana, mtazame sana machoni mwake na kisha uyafumbe macho yake. Tabasamu kwa mahaba. Tumia lugha maridhawa kumsifia, hakikisha atayafurahia maneno yako matamu. Uwe mcheshi, mfanye ahisi kuwa yeye ndiye mwanaume mwenye mvuto zaidi kuliko wanaume wote unaowaona. Tengeneza utofauti daima. Utofauti na ubunifu ni kitu kinachopendwa. Mara nyingi tunafurahia utofauti katika chakula, mavazi na hata burudani. Jambo hili lipo hata katika maisha ya ndoa. Hapa chini nimekuwekea hatua rahisi unazoweza kuzitumia kuongeza hamu na shauku kupitia ubunifu wako. Nusu ya uzuri wa mwanamke hupatikana katika nywele zake na ulimi wake. Hivyo ni muhimu kuwa na mitindo anwani ya urembo wa nywele. Badilisha mtindo wa mavazi yako hasa yale yatakayokuvutia, hususan mavazi ya ndani. Kwa kutumia mtindo wa usiku au usiku wa mume ambao tuliujadili katika moja ya darasa zetu, unaweza kutengeneza mfumo mzuri uswaiba kwenye ubunifu wa kaya yako. Hata kwenye tendo la ndoa, ni muhimu kutofanya katika eneo moja siku zote, bali ni muhimu kuwa mnabadilisha eneo. Juhudi zako za kukuimarisha uswaiba na mafungamano na mumeo kwa kuwa rafiki wa kweli kwake, mtazidi kuwa karibu zaidi kwa kuweza kwa kuweza muda au kwa kupanga muda na juhudi zako katika ndoa yako. Utapata faraja maridhawa kutoka kwa mume wako. Basi kwa haya machache leo nimetumia muda mrefu sana kuwaelimisha somo hili ambalo sikutaka nilikatishe ili muweze kulipata moja kwa moja. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uendelee kupata darasa lingine linalofuata. Asante na karibu.